Ninyi mnatambua zaidi hasa, madaktari wetu, athari kubwa zinazotokana na minyoo na kichocho, na changamoto kubwa ikiwemo malezi kwa ajili ya vijana wetu, lakini wakati mwingine anaweza kupelekea kupata magonjwa mengine kama saratani, lakini kumfanya mtoto asiwe na ukuaji mzuri, lakini pia kuugua yenyewe ni karaha kwa mtoto, lakini vile vile mtoto huyu anapokuwa anakosa kushiriki katika mambo yanayomhusu. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kupambana na kukabiliana na magonjwa haya kwa njia ya kuwakinga watoto wetu, lakini pale ambapo itaonekana mtoto amepata madhara, basi tuna kila sababu ya kuhakikisha kwamba tunampatia tiba sahihi ili aweze kurudia kwenye hali yake ya kawaida. Faida ya jambo hili sote tunajua ni kuimarisha afya, lakini kumfanya mtoto aweze kushiriki katika hatua mbalimbali za kujifunza darasani pia tutapunguza utoro au kutokuulia darasani kwa mtoto, lakini pia ni mtoto ambaye haukui, anakuwa na mungu bora, lakini kuwa anakuwa na uwezo wa kujifunza mambo mapya katika eneo ambalo yuko. Na kila sababu ya kuhakikisha kwamba watoto hawa wanakuwa salama, lakini nimetuelekeza kwamba kwa dawa kwa hususani za kichocho, basi watoto watakapopewa lazima tuhakikishe wameshiba ili kuondoa zile kero ndogo ndogo zinazoambatana na dawa kama kutapika, maumivu ya tumbo, kuumwa kichwa, kichefuchefu na wakati mwingine mwili kegile. Lakini baada ya kutekeleza zoezi hili tunawajibika kufanya tathmini na kuona ni kiasi gani tumeweza kufanikiwa, na pale kwenye changamoto, kama mnavyojua, mimi sinaga changamoto, mkae kama hivi naweze kutafuta majawabu na tuyafanyie kazi, ili taarifa ya mwisho basi iwe ni taarifa ya mafanikio badala ya changamoto. Na baada ya kuweka tathmini, itakuwa sasa ndio dokezo au document ambayo tunaweza kuitumia kwa chanjo zijazo. Kwa hiyo tunafika sababu ya kufanya jambo hili kwa weledi na uadilifu mkubwa, kuhakikisha kwamba vijana wetu hawa wamefikiwa na zoezi limeenda vizuri na kuanzia sasa baada ya kikao hiki basi, na mimi nitakuwa ni balozi wa kutangaza shughuli hizi pale tu tutakapokuwa mmenipa ratiba yenu, nikaaje kuweza kuhakikisha kwamba tunawafikia wananchi walio wengi. Napenda tukumbushane kwamba hili ni zoezi la kawaida, tumeshafanya sana mazoezi haya sana sana. Kubwa tutakaloenda kufanya ni kuangalia hali ya sasa, takwimu za sasa, lakini tuende vipi kuwafikia hawa watoto wetu wa miaka mitano mpaka miaka kumi na nne bado mkoa wetu we, na watoto wengi barabarani, huo uo inasikitisha sana kuliona. Tutazungumza kwenye kikao kingine, lakini nahawa nao wapo. Basi mikakati yenu muhakikishe ni namna gani pia mnawafikia, kwa sababu wote kwa namna yoyote tunatakiwa tuwakinge, wakati tunatafuta namna nzuri ya kuweza kuwatoa huko. Wengine tumeshaanza kuwatoa, lakini wale ambao bado wapo pia tuweze kuona namna gani juhudi za serikali katika swala zima la umezaji wa dawa za minyoo na kichocho ni swala muhimu sana, na wewe umekipa uzito kwa kweli, tunakushukuru sana. Ili tunapotoka hapa, basi tuweze kutekeleza yale ambayo yamepangwa na serikali, lakini ambayo umesisitizia katika hotuba yako, Mheshimiwa mgeni rasmi. Lengo mahususi ni kuweka mpango mkakati wa kumwezesha dawa za kichocho na minyoo kwa watoto wenye umri wa kuanzia miaka mitano mpaka kumi na nne. Fanya mapitio ya takwimu za utafiti na mkakati wa utekelezaji katika ngazi za kata, lakini pia kupitia shughuli zilizopangwa kwa ajili ya kampeni ya utoaji dawa za kichocho, minyoo, minyoo ya tumbo kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano, lakini pia kutoa taarifa kuhusu mpango wa utekelezaji kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano unaojumuisha idadi ya walengwa laki tatu elfu tisini na mbili kwa mkoa mzima. Pia kubaini rasilimali za ziada zinazohitajika na kuchunguza mbinu zinazowezekana na uongezaji wa rasilimali katika zoezi, kuandaa mpango wa pamoja wa utekelezaji wa mfumo wa uwajibikaji, pia kuweka mfumo wa ufuatiliaji wa utekelezaji na matumizi ya rasilimali mbalimbali katika zoezi hili. Hii zoezi zinayoiendesha, hatuendi kugawa chanjo, hii ni kingatiba. Kwa hiyo, kichocho ni ugonjwa unaosababishwa na minyoo jamii ya schistosoma. Kichocho kipo cha aina mbili, kuna wale wanakuwa wanashambulia kibofu cha mkojo na ndio maana inaweza kusababisha hata saratani ya kibofu cha mkojo. Kuna kichocho kingine ambacho kinashambulia tumbo. Kwa hiyo watoto wetu kwenye lile rika ambalo tunalitarget kuanzia miaka mitano mpaka miaka kumi na nne wanaathirika sana na ile eneo, kutokana na kwamba wanaishi sana kwenye hayo mazingira, ndio no wanaochezea michanga ndio anaochezea maji ndio anaenda kufuga ndio anajisaidia kwenye maji anapokuwa kwa kwenye maeneo yetu. Kwa hiyo wale wadudu kwa mfano wa kichocho atakapoenda kuchezea ile maji, kinachofuata ni kwamba wale wadudu wanamtoboa ngozi, eh basi wanaingia kwenye mwili na wanasambaa kwenye maeneo mbalimbali ya mwili na tunaweza kumsababishia madhara. Magonjwa haya eh, yanaongeza umaskini, lakini kama ambavyo mkuu wa mkoa amesema, udumavu na kusababisha ulemavu wa kudumu na hivyo kupelekea enyepaa katika jamii. Mwenyekiti, tuna njia za kudhibiti. Kwenye njia za kudhibiti, moja ni kumeza kingatiba. <tune>